Nanyi mkizikata amri zangu na roho yenu ikichukia hukumu zangu, nitaamrisha uja juu yenu utisho, hata kifua kikuu na homa zitakazoharibu macho yenu na kuidhoofisha roho. Nanyi mtapanda mbegu yenu bure, kwa kuwa adui zenu wataila. Nami nitauelekeza uso wangu kinyume chenu, nanyi mtapigwa mbele ya adui zenu, hao wawachukiao watatawala juu yenu nanyi mtakimbia wakati ambako hapana afukuzaye tena. Ikiwa baada ya hayo hamtake kunisikiza, ndipo nitawaadhibu mara saba kwa ajili ya dhambi zenu, nami nitakivunja kiburi cha uwezo wenu, nami nitazifanya mbingu zenu kuwa kama chuma na nchi yenu kuwa kama shaba, kwa kuwa nchi yenu haitazaa mazao yake, wala miti ya nchi haitazaa matunda yake. Ikiwa miti na nchi haitozaa matunda yake maana yake ni kwamba itafika kipindi cha njaa, hautaona chakula, hautapata hata uji wa kunywa wala chochote cha kuweka mdomoni, kwa kuwa ni dhambi za mwanadamu zimeleta ghadhabu ya Mungu juu yake. Mungu akasema tena, nanyi ikiwa mwenenda kinyume changu wala mtakie kunisikiza, nitaleta mapigo mara saba zaidi juu yenu kama dhambi zenu zilivyo, nami nitaleta wanyama wakali kati yenu ambao watawanyang'anya watoto wenu na kuwaharibu wanyama wenu wa kufugwa. Na kuwapunguza moyo wachache hesabu yenu. Unaposikia Mungu anasema ya kuwa, na kuwapunguza moyo wa chache hesabu yenu, Mungu atakifanya kizazi cha binadamu kupungua. The fall of human race. Maana yake Mungu atapunguza idadi ya wanadamu kwa magonjwa na wanadamu watadimika. Mwanadamu atadimika kama dhahabu ya Ofiri. Na bado Mungu akasema kuwa njia zenu zitakuwa ni ukiwa, kwa kuwa utaenda mji mmoja utamkuta mwanadamu mmoja, na utaenda katika mji mwingine utamkuta mwanadamu mwingine mmoja. Hautapata watu wengi kama unavyowaona leo katika jamu za barabarani, hautapata watu wengi kama unavyowaona masokoni, kwa kuwa Mungu amesema ya kuwa, katika Mambo ya Walawi ishirini na mbili amesema, na kuwapunguza moyo wachache idadi yenu, nami nitaleta upanga juu yenu. Kwa nini Mungu amesema? Agano lake ni agano gani kati yako wewe na Mungu lipo Agano la Mungu ni hili: usiabudu masanamu mengine, ushike siku ya Sabato yake. Fanya kazi siku sita na siku ya saba upumzike. hani maagano mawili makubwa ambayo Mungu anayataja katika Mambo ya Walawi. Mungu akasema, Mungu akasema katika Mambo ya Walawi ishirini na sita, tena ikiwa baada ya hayo yote mtaki kunisikiza, bali mwenenda kwa kunishikia kinyume, ndipo nami nitakwenda kwa kuwashikia ninyi kinyume kwa ghadhabu yangu, nami nitawaadhibu mara saba kwa dhambi zenu. Nani ntakula nyama ya miili ya wana wenu na nyama ya miili ya binti zenu mtaila, nami nitapaharibu mali penu palipoinuka na kuziangusha sanamu zenu za jua, nami nitaitupa mizoga yenu juu ya mizoga ya sanamu zenu, na roho yangu itawachukia nami nitaifanya miji yenu imeganjwa, na mali penu patakatifu nitapatia ukiwa, wala sitasikia harufu ya manukato yenu wapendezayo, nami nitaita hiyo nchi ukiwa na adui zenu watakaokaa huko watastajabia. Nitawatapanyatapanya katika mataifa, nami nitaufuta upanga nyuma yenu na, niukiwa, na nchi yenu itakuwa ni ukiwa na miji yenu maganjo. Hapo ndipo nchi itakapozifurahia sabato zake wakati itakapokuwa hali ya ukiwa, nanyi mtakapokuwa katika nchi, nchi kumzika, ya adui zenu ndipo nchi itakapopumzika na kuzifurahia sabato zake. Mungu kuwa, nini? Mungu anasema kuwa mtakapoondoka ninyi na kuwatawanya katika mataifa nchi itafurahia sabato zake. Ni kwamba Mungu anapenda ile siku ya saba pawe na utulivu, watu wafanye ibada, watu watamke maneno ya kumuinua Mungu mahali patakatifu pake. Mungu anapenda siku ya sabato pawe na ukimya, utakatifu, ibada, maneno mazuri, ile siku ya saba. Siku ya sabato ni ipi? Utaniandikia katika komenti, siku ya sabato ni ipi? Tena Mungu akasema katika Mambo ya Walawi 35 ni hayo mapumziko ambayo haikuwa nayo katika sabato zenu kwa nini mungu anasema sabato zenu sabato zenu ni zile ambazo kila mtu anakuwa na sabato yake kuna mwingine utasikia sabato ni ijumaa kuna mwingine utasikia sabato ni jumamosi kuna mwingine utasikia anasema sabato ni jumapili kuna mwingine sabato ni jumatatu akasema katika mambo ya walawi 36, tena hao wa kwenu watakaobaki nitawatilia woga mioni mwao katika hizo nchi za adui zao na sauti ya jani iliyopeperushwa itawakimbiza, watakaposikia hata jani limepeperushwa katika mti wake watakimbia. Ni kwa sababu ya hofu ambayo Mungu ametia katika mioyo yao. Wakati mwingine hofu inakufukuza leo, siyo hofu ya adui, wakati mwingine ni hofu kutoka kwa Mungu wako. Mambo ya Walawi 37 ikaandikwa, nao wataangukiana wenyewe kwa wenyewe kama mbele ya upanga, kwa wala hamtakuwa na nguvu za kusimama mbele ya adui zenu. Hii ni adhabu kali ya Mungu. Unaweza kuwa na nguvu leo, lakini Mungu atakapokusimamisha mbele ya adui zako atakufanya kuwa dhaifu, kwa kuwa ukusikia siku ya maagano yake, haukusikia sabato yake, ukusikia alipokuambia usisujudie miungu mingine. Akasema Mungu, mimi nami nimeendelea kuwashia kinyume wao na kuwatia katika nchi za adui zao, lakini hapo katika madhambi yao, katika kusahau kwao, katikati ya maadui zao, Amesema Mungu katika mioyo yao isiokuwa tohara, ikinyenyekea nao wakubali adhabu ya uovu wao, ndipo nitakapokumbuka gano langu pamoja na Yakobo. Tena katikati ya shida yako, katikati ya taabu yako, endapo kuna siku utanyenyekea, utamsujudia Mungu wa hai, utavunja masanamu yako, utaacha kuabudu vibuyu ulivyotengeneza kwa mikono yako, sanamu ulizochonga kwa mikono yako, ukakumbuka gano lako na Mungu wako ya kwamba usiwe na miungu mingine wala kusujudia sanamu wala minara wala fedha wala dhahabu. Na tena ukamkumbuka Bwana Mungu wako kwa kunyenyekea, basi Mungu atalikumbuka gano lake na kama utaikumbuka siku ya Sabato, ufanye kazi siku sita na siku ya saba upumzike, kwa ajili ya kutakasa mahali patakatifu kwa Bwana Mungu wako, basi Mungu atalikumbuka gano lake tena juu yako wewe pamoja naye kwa kuwa Mungu amesema ya kuwa endapo utakumbuka sheria zake na kuzishika na kuzifuata, basi yeye atakuwa mungu wako, wewe utakuwa mtu wake, na yeye atakuwa mungu wako. Ukumbuke Mungu ni mkali wa kuadhibu, ni fundi wa kuadhibu, anaweza kutia hofu moyoni mwako, anaweza kukuadhibu kwa adui zako, endapo tu hautomsikia. Wakati mwingine, mapambano yako, haupigani na adui, unapigana na mungu wako mwenyewe. Usipokuwa na maarifa akili na ufahamu na kumtafuta Mungu katika njia yake, utajikuta unapigana na vitu vizito katika maisha yako. Kumbe unapigana na Mungu wako ambaye huwezi kushinda, kwa kuwa yeye ndiye aliyekuumba na kukujua. Leo hii anza kunyenyekea, rudi katika toba, toharisha moyo wako, mkumbuke Mungu wako. Nafanya toba ya kweli, nafanya maombi kila siku. Andika amen chini kwenye comment, usisahau kusubscribe, kulike na hata kushare video hii.